Magauni ya plaining ni yale magauni ambayo yanakuwa yana rangi moja peke yake, lakini hapa tunazungumza magauni mafupi ambayo ni ya plaining. Kila mtu anakuwa na rangi yake yeye mwenyewe anaipenda. Kuna wengine ambao wanapenda rangi ya pinki, kuna wengine ambao wanapenda rangi ya papo, wengine wanapenda rangi nyekundu, wengine wanapenda rangi ya kijivu, lakini wengi wao, wengi tunapenda rangi nyeupe na rangi nyeusi unakuta mtu anakuambia, hata katika kiatu mtu anakuambia mimi napenda sana kiatu cha rangi nyeusi, kwa sababu navaa na rangi na nguo yoyote ile, kwenye pochi halikadhalika. Lakini magauni haya ambayo siku ya leo tunayazungumza hapa ni yale magauni ambayo yana mfano kama wa kibajaji, ambao wengi wao huvaa magauni haya yakiwa ni mafupi na yakiwa ni watu wanene ndio wanavaa aina hizi za magauni na kibajaji. Ni ya ile mishono ambayo inakuwa kutoka juu mpaka kwenye magoti, inakuwa imechanua kama mfano wa mwamvuli, na inakuwa na mitindo tofauti tofauti. Kila mtu anakuwa na mtindo wake katika mikono pamoja na shingo, na ndiyo maana magauni haya yanakuwa yanapendwa sana na wanawake pamoja na watoto lakini sana sana mama wajawazito ndio utakuta wanapenda aina hizi za magauni haya ya kibajaji, au unakuta uh, watoto kutokana na muundo wake ule jinsi ulivyokuwa umekaa, wengine unakuta wanafunga tu kamba hapa kwenye tumbo, ili kuleta mwonekano au kuweza kubuni cha kwao zaidi, kwa sababu kila mtu anatamani kuwa awe yeye ndio mbunifu wa kwanza, awe yeye ameweza kutoa vazi la aina fulani. Kwa hiyo unamkuta kila mtu anakuwa na designing yake, kwamba huyu ataamua labda aweze kuweka uh, mkono mmoja wa kushuka, mwingine anaweka mkono mmoja wa kupanda. Unakuta mtu mwingine labda anaweza kuweka uh, shingo, shingo imeshuka, shingo akaweza kuitia kamba au shingo yake ya V. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na ubunifu wake katika mwonekano wa vazi haya ya plein, kwa sababu ni vazi ambalo linakuwa ni plein pekee yake, halijaweza kuchanganywa na kitu cha aina chochote au ijiweza kuchanganywa na rangi ya aina yoyote. Hii ni TZ Fashion, na anayeongea hapa sio mwingine ni Madam T, ambaye mimi najishughulisha na swala uh, zima la ubunifu wa mavazi, kutoa elimu kuhusiana na swala zima la mitindo mizuri ya kisasa inayotoka magauni ambayo yanapendwa aina zozote iwe ni magauni iwe ni suruali iwe ni sketi, mitindo mipya yote na kuwekea hapa. Unachotakiwa kukifanya ni kuweza kuchukua dakika yako moja tu kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, liko chini ya hii video. Baada ya hapo, utabonyeza alama ya kengele. Ukifanya tu hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. na tunachokifanya ni kuweza kuupload video za mishono kila siku kutoa elimu styling mpya mbalimbali zote tunakuwekeni hapa ili nyie muweze kuangalia, na pia uh, unaweza ukaweka comment yako, unaweza pia uka like video hii na uka share. Unaweza kuniekea comment kwamba rangi ya rangi gani ambayo kwako wewe ni rangi ambayo unaipenda sana, sababu kila mtu anakuwa na rangi yake. Naomba niandikie comment hapo uniambie rangi gani ambayo kwako wewe umeona ni kivutio, ukiangalia, yani inakupagawisha akili, unatamani kumvua hata mtu uweze ku, kuivaa wewe. Naomba unaandikia komenti yako hapo, na siku ya leo tutazungumza rangi ambazo zinapendwa sana na watu wengi na kwa sababu gani rangi hizi zinapendwa sana na watu wengi. Rangi ya kwanza ambayo tutaweza kuizungumzia siku ya leo ni rangi ya bluu. Tutaweza pia kuzungumzia rangi nyekundu. Tutaweza pia kuzungumzia rangi nyeusi tutaweza kuzungumzia rangi nyeupe, na mwisho kabisa tutaweza kuzungumzia rangi ya njano au manjano. Kwa hiyo hakikisha tu unabaki na mimi hapa kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho. Na kwa wale wote ambao wanahitaji kutangaza biashara zao na TZ Fashion, kama wewe una duka la vyombo, una duka la nguo, wewe ni mamantilie unatamani kukaribisha watu aje siku ya Ijumaa uweze kupata oda nyingi, basi unaweza ukatupigia simu namba sifuri sita nane tano kumi na moja arobaini tisini na nne. Tunapatikana masaa ishirini na nne. Ukiona ujitumia message, atuje kujibu wee, unaweza moja kwa moja kutuendea hewani, ukatupigia simu, ukatueleza a, na sisi tukaweza a, kujua unataka utangaziwe kitu cha aina gani. Gharama zetu ni nafuu sana. Tunatangaza kutoka kwenye siku mpaka kwenye mwezi. Kwa hiyo utachagua kifurushi gani hapo kwako kitaweza kuwa kizuri, au utakachoweza kukipenda. Tuende sasa kuweza kuchanganua zile rangi ambazo watu wengi wanazipenda, kama nilivyo kuhabarisha hapo juu, tukianzia na rangi ya bluu. Hii rangi tunaianzia mwanzo kabisa. Rangi hii tunaitaga Blue Monday ni rangi ambayo imetulia sana na ndio maana tunaitaga Blue Monday. Ni rangi moja ambayo imetulivu, hata unavyokuwa unaivaa unaona kabisa, mimi hapa mtu anakuwa na kuheshimu fulani hivi. Lakini hata katika bendera yetu ya Tanzania, tunaona kabisa rangi hii inamaanisha bahari, tumezungukwa na bahari. Kwa hiyo ni rangi ambayo imetulia sana, na tukienda katika rangi yetu nyekundu hii rangi ni moja ya rangi ambayo inamaanisha upendo. Unaweza ukaivaa siku ya Jumanne, Jumatano, yaani inakuwa ina mvuto, mtu anapokuwa anakuangalia anatamani kukuangalia, ina mvuto fulani hivi, na ndio maana hata katika uh, unaona katika Valentine rangi hii imewekwa, ni moja ya rangi ambayo ni ya upendo yaani Valentine, nakuta rangi moja ya upendo, rangi ambayo inapendwa hata damu. Unaona kwamba mtu akishanika hivi, rangi inakuwa ni rangi nyekundu. Kwa hiyo ni moja ya rangi ambayo watu wengi wanaipenda sana. Tukienda sasa katika ile the best rangi ambayo watu wengi wanaipenda hii, ina mambo mawili, rangi nyeusi ina mambo mawili. Rangi nyeusi, kwanza kabisa inamaanisha huzuni, inamaanisha msiba. Tumeshaona watu wanavaa rangi hizi nyeusi katika misiba katika sehemu za huzuni vikao vile vya nanilio vya, vya vikao vile vya huzuni unakuta watu wanavaa, lakini pia vilevile vile rangi hii nyeu, nyeusi inamaanisha heshima. Hata unaona jamani, mabosi zetu wanavaa rangi nyeusi, mtu amevaa suti lakini anavaa suti ya rangi nyeusi, kwa hiyo inamaanisha kwake yeye ni heshima, inampa uchifu fulani hivi anapokuwa anavaa rangi hii nyeusi. Na ndio maana rangi ambayo watu wengi sana wanaipenda na ni rangi ambayo inaingia na rangi yoyote ile. Tukienda katika rangi yetu ya, ya nne, ambayo ni rangi nyeupe, hii rangi nyeupe inamaanisha usafi, inamaanisha uh, ina muonekano kama wachaki, na wengi hufananisha rangi hii kuwa kama maziwa. Kwa hiyo usafi wake ndio unam, unamfanya mtu aonekane nadhifu, aonekane umaridadi. Unajua unapokuwa unavaa nguo nyeupe kila mtu anakwambia eh, ee, ni umevaa nguo nyeupe. Umeona yeye unakuta wewe ni mmoja wa umaridadi. Umaridadi wako. Lakini tukimalizia rangi yetu ya mwisho kabisa ambayo ni rangi ya yellow, watu rangi hiyo wanaifananisha kama gold. Gold jamani tunajua ni kitu gani? Tunajua ni kitu gani? Tukisema gold. Gold ni kitu gani? Tunajua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Tukisema gold. Gold inamaanisha ni fedha. Yaani unakuwa ni mtu ambaye flani hivi mzito. Natumaini katika video utakuwa umeenjoy, umefurahi. Mimi sina la ziada. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka